Kama una raha kidogo, ruka ndani ya maji eh. Hawa ni PFC nani leo wana enjoy hapa bichi, wako bichi hapa jijini Dar es Salaam, wana enjoy kidogo hapa, na wapo ni watu wanakula raha hey, wanafurahia maji mazuri ya bahari, na huu ndio uumbaji wa, wa Mungu. Mungu aliumba pia bahari. Naam, kabisa kabisa, akasema iwe nchi kavu na maji yakusanyike sehemu moja, makusanyiko ya maji akayaita bahari na nchi kavu ah, na kule pakavu akapaita nchi kavu. Naam, hii ndio bahari, ni sehemu mojawapo ya uumbaji wa Mungu wetu wa mbinguni, ambapo aliumba na tukapata pumziko la Sabato, ah, tunapokumbuka uumbaji basi tunapata pumziko la Sabato vizuri sana wengine. Hawa huku hawa wanaogopa maji eh, nao wanaogopa kuogelea.